Hata siku moja usije ukamtesa mwingine kwa ajili ya faida yako wewe, usije ukamtesa mwingine kwa ajili ya mafanikio yako wewe. Ukitaka kufanikiwa, lazima uwe na uwezo wa kujiumiza mwenyewe ili ufanikiwe. Usiumize mwingine kwa ajili ya mafanikio yako wewe. Kuna watu wanapotaka kufika juu wako tayari kumwaga damu za watu wengine wako tayari kusababisha machozi kwa mtu mwingine, wako tayari kusababisha hasara kwa watu wengine ili mradi wao afike pale juu. Wao wenyewe hawana uwezo wa kujiumiza kwa mafanikio yao, hawana uwezo wa kujiliza kwa mafanikio yao, hawana uwezo wa kujinyima kwa mafanikio yao, hawana uwezo wa kujitesa kwa mafanikio yao, ila wana uwezo wa kuwatesa wengine ili wao wafanikiwe. Hii inaonyesha kwamba kama hautakuwa na uwezo wa kujitesa mwenyewe kwa mafanikio yako, na una uwezo wa kumtesa mwingine ili ufanikiwe, hii inamaanisha kwamba hata ukifanikiwa kufika hapo unapotaka kufika, hautaweza kudumu, hautakuwa na nguvu ya kukishikilia hicho ulichokipata kwa kumuumiza mwingine. Kwa kama una uwezo wa kujitesa mwenyewe kwa ajili ya hicho ambacho unakitaka, ukija kukipata, utakuwa na nguvu na uwezo kukimiliki. Kama hauna uwezo wa kujitesa mwenyewe kwa ajili ya hicho unachokitaka, hii inaonyesha wazi kwamba hauna nguvu, hauna uwezo wa kukimiliki hicho unachokitaka, na hata ukikipata, hautadumu nacho, maana hauna nguvu ya kukishikilia.